La, ya, katika laini msikilizaji, katika laini naye msikilizaji. Halo, mambo mzima? Wewe sauti ya nani kutokea wapi? Unaitwa Glory, kutokea Mikese. Habari za Mikese? Oh, freshi kabisa, safi. Analia nani? Analia nani? Anaidia simu au anaidia uji? Ah, sawa. Wewe hadithi za umejifunza nini? Tue, tunapendana na sio kuchukiana, kuchukiana. Asa, hapa kati kati ya tumbili na mamba nani alimpenda mwenzie? Tumbili, tumbili alimpenda mwenzie lakini mwenzia kumchukia, eh, alimgeuka. Ai see <laughs> okay, tusigeukane. Tukiwa tukiamua kwa marafiki, tuwe marafiki kweli, si ndio? Ndio. Ai, asante sana. Umesema unaitwa Broly? Ndio, unaitwa G. Ai see, asante sana G. Una kipaji chochote G? Hauna? Ah, kipaji sawa. misalimie sana Mikese. Aya, aya. Nimefai kusikia kutoka kwako ji. Aya bwana. Eh, msalimie mdogo wetu, anaitwa nani? Anaitwa Sara. Aya, msalimie sana Sara, mwambie anko Sammy anakupenda. Aya, aya, aya. Toka Mkese pale bwana, mambo ni mazuri.

sana ulichokuwa nacho ili asije yule mwovu akakupokonya akakubebea. Yani kukupokonya ni kubeba ni kuibiwa. E, 0761551551 si nafasi bado unayo msikilizaji, nipigie hapa, nasema tuko pamoja sana. Anasema pamoja paka tamati. Karibu mwalimu Kalisi Joseph AK kaje kutoka mwenye magubike pale Kilosa, Morogoro, Tanzania yeah. sana sana, ndugu yangu eh <laughs> Nadhani hii itakuwa simu yangu ya mwisho kabisa kwa siku ya leo. Katika laini ya simu ninaye msikilizaji. Halo toto, halo mtoto mzuri, toto toto, toto. Halo mara ba jambo, unaitwa nani? Tokea wapi, mtoto mzuri? Kutokea Morogoro unaitwa nani? Ah, kutokea Morogoro, habari za Morogoro mtoto mzuri? Okay, sawa kabisa. Wewe zile hadithi za watoto umejifunza ume nini umesikiliza hadithi kwanza umejifunza nini mtoto mzuri? tusiwe na tamaa kama ya mamba eti eh. Mamba alipewa zabibu, ajalizika? Jamani, upewe nini tena, anataka moyo wa tumbili, jamani, si anataka vibaya mbaya sana hii. Toto safi kabisa. We mtoto mzuri, una kipaji gani? We una kipaji? Aa, Aa, sana. Sana. Kipaji gani unacho mtoto wangu? Asante sana, karibu sana. Tukisikia kipaji chao cha kuimba imba, mtoto wangu.

Ah, ongera sana nyimbo nzuri. Wakiruka wote kwa pamoja wanaliaje? -E. Ya kwa pamoja wanaliaje? -E. Wa kwanza analiaje? -E. Wa pili analiaje? -E. Wa tatu analiaje? -E. Wa nne analiaje Watanda naliaje? E, e, e! Safi kabisa toto, wow! Ongela ongela, umeimba vizuri sana. unaitwa nani? E, si, Wireless. Ah, Wireless. Asante sana, sana, kutokea Morogoro. Ah, asante sana salimia sana hapo ulipo umeimba ume vizuri sana. ongela wakiruka wote alia eh, <laughs> ah, eh, eh. Ah, asante, mbona sasa mambo yalivyo mazuri hayo. Msikilizaji, mimi kushukuru sana toto sema Ae, wenda simu yangu hiyo ikawa ya mwisho, na ndio hivyo ambayo inaweza eh ee, kuna ee, huyu anapiga toto muda muda, unachungulia hapa, jamani, muda tatizo, muda mbona, hey, nikimbia huo, hatari sawa. Msikilizaji mimi nikushukuru sana kwa wewe ambaye eh, tulikuwa pamoja kuanzia majira ya, ya saa mbili mpaka muda huo zikiwa dakika nne tu kuweza kutii majira ya saa nne, eh, nikizungumzia saa tatu dakika hamsini na sita na kwa wote ambao tuko pamoja, Mungu wabariki sana. Kwa wale ambao umeweza kukosa nafasi ya kuweza kumpata Anko, basi wiki ijayo sijali, tutakuwa kwa hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza e, mazuri tu na nitakuandalia. Na kumbuka tu, tutaendelea na somo letu zuri ambalo tumelianza kwa siku hii ya leo, na kubwa zaidi m-jitahidi unamuonyesha mtoto upendo hata kwa kumpatia tu simu hivyo anaongea na anko, ni moja ya vitu ambavyo unaonyesha upendo, unajali. Tumezungumza ajali hisia za mtoto, mtoto anataka kuongea na anko. Au unajua, unajua salio, jamani, uwezi kukopa mwana eh, hey, mtoto fly, sawa. So, asante msikilizaji, mimi nikushukuru sana. Uh, paka hapo. Uh, wakati mwingine na mimi kirejea hapa nitakuja kurejea kwenye kipindi maalum uh, nikiwa na kuhani, lakini kwa sasa niseme asante na kwa heri, langu la jina anko Sami, anko Ankosami, huyo ndo la kwangu jina. Nikushukuru sana, nilikuwa nikipewa nguvu na mazabao ya ngome ya Yesu Kristo kwa mwonaji kuhani na mwalimu Musa Richard mwacha, kumbuka kesho kuna ibada kwa ajili ya kwako, na ibada ya kesho ni kwa ajili ya kuweza kutengua maneno yote ambayo me, walikuwa wameyatamka kwa familia yako, kwa watoto wako, kwa wewe, mtoto hautafanikiwa shule, utabaki mkia, utakuwa mkia. Ah, waambie maandiko yanasema hatutakuwa mkia bali tutakuwa vichwa. Mm, kuna kijana wangu mmoja alikuwa anasema bwana kocha, mimi kiweje kuwa mkia, mimi bichwa. Yeye anatumia neno bichwa. Haya, <laughs> sema kwamba yawezi kuwa kia, yani mkia anamaanisha mkia, lakini bichwa anamaanisha kichwa. Safi kabisa, ni mambo mazuri. Naona watoto kwa jinsi gani wanasema hawakubali kushindwa, na kama wewe ulishawahi kuwatamkia maneno, basi leo yanakwenda, kesho yanakwenda kutenguliwa pale madhabahu ya Ngome ya Yesu Kristo, kwa mwonaji, kuhani na mwalimu Sarah Richard Mwacha. Mimi nikushukuru sana, mtoto wangu, nikushukuru sana kwa wote ambao tulikuwa pamoja, na nataka nikuache hapa na burudani, nyimbo nzuri tu ambayo itakubariki itakufurahisha, ita, hmm, ita, ita, ita, ita na Nyimbo hii bwana e, imeimbwa na mtoto mmoja anaitwa e, Udoba, e, Udoba anaitwa hmm, anaitwa e, e, Moses Ezekiel Udoba, bwana e, Udoba anazo nyimbo nyingi e, ambayo mimi nakupatia hapa, inaitwa ni pambano la kihistoria e, Toto, mtoto mdogo <laughs> mwenye nguvu nyingi. <laughs> uh, Daudi na Goliati historia. Pambano ra kihistoria, nani atashinda? <laughs> Lakini nikitoka hapa na kwenda kumsikiliza mtoto mmoja hapa uh, binti binti yetu naye pia yuko hapa hapa Morogoro anafanya vyema tu Anaitwa mtoto Walinesi Nice, anaitwa Pesha. Ana nyimbo yake moja hivi eh, nzuri tu, utaweza kuisikiliza hapo, alafu nikirejea moja kwa moja itakuwa na, na ni wakati mzuri wa kuweza kupata habari njema, kipindi maalum ambacho aua kinafuata hapo kwa sasa